Nina, naitwa Rahma Yusuf, katibu wa jumuiya ya wazazi kata ya Kalangalala, na kuwaomba watoto hawa wasifichwe ndani. Mwenyezi Mungu aliwapa ulemavu wa kiungo fulani ama ulemavu wa kitu, lakini sasa tunawaomba wawe mfano, waje wajifunze shule ya msingi Mbungani, waje wajifunze na wajione. Niwapongeze wazazi wa watoto hawa niwapongeze watoto wazazi wa watoto hao hawakuwaficha ndani, wakaamua watoe, wawalete shuleni ili wajifunze na waungane na wenzao, na wao wajione ni miongoni mwa watoto kama watoto wengine. Sawa, ndugu zangu, nikisema CCM oyee nitakuwa nimekosea? CCM oyee! Aya, asanteni watoto wazuri, asanteni walimu. Niwapongeze walimu wa shule hii ya Msingi Mbungani, kwa kweli mnajitahidi kukaa na watoto zaidi ya 200. Ni watoto ni wengi, na ukizingatia watoto ambao wazingira, kama mzazi tu mmoja mtoto mmoja anamshindwa, lakini nyinyi wa shule wanani, wanafunzi, walimu wa shule ya Msingi Mbungani, mmeweza kukaa nao na mkawalea vizuri tena. Nashukuru sana, watoto hao wanalelewa kwenye maadili ya dini sababu namuona sister yuko hapa, wanalewa katika maadili ya dini na wanajifunza kuwa na wacha Mungu, na watakapotoka hapa watakuwa ni watoto miongoni watoto wazuri na shule ya mfano katika kata yetu ya Kalangalala pamoja na wilaya nzima ya Geita. Naomba kuwasilisha, yangu ni machache. Tuko hapa kwa ajili ya kuwaletea mahitaji yenu, yaani sabuni, madaftari ili muweze kusoma vizuri, si ndio? mm -hmm. Raisi wetu mama Samia Suruhu anawapenda ndio maana sisi wawakilishi wake tunakuja kuwaunga mkono si sindio? Yeah, yeah. Ametutuma ili tuje kuwaona ili apate habari zenu kwamba mnaendelea vizuri, mnasoma vizuri. Kwayo, kwa hiyo napenda kuwaomba wanangu, someni vizuri. Wenu walimu wenu hao walikuwa kama nyinyi, walikuwa wanafunzi kama nyinyi, lakini leo ni walimu. Kwa hiyo mkazane eti. Yeah. Sawa kabisa. Labda nini sasa leo kilichowavutia kuweza kuja kutoa misaada na misaada gani ambayo mmetoa kwa watoto hao? Kilichotuvutia kuja kutoa msaada mwandishi, ni kwa sababu ya kuwaunga kuwaunga mkono watoto hawa wasijisikie kwamba wametengwa. Tunawafahamu, tunawa na tunawakumbuka sana, ndio maana hata mama Samia huko aliko anawapigania wasome, na sisi tunafikisha habari za Mama Samia kwamba Mama Samia anataka wasome aa, wa watoto kwa bidii tena bure bila malipo yoyote, si ndio? Katika hmm, maazimisho ya wiki ya wazazi tumeona sisi tuongee na watoto wetu hawa kwa kutoa vitu hivi vidogo ambavyo vitawasaidia kwa muda watakavyokuwa wanavitumia. Wito wako nini kwa jamii? Wito wangu kwa jamii ni kwamba hawa watoto wastengwe. Watoto hawa wengi hawana mahitaji ya shule. Ili apate elimu anahitaji mahitaji ya shule kama ambavyo nyinyi mmeleta madaftari, kalamu, penseli, mafuta ya kupaka. Kama watoto wa albino hao wanahitaji sana mafuta ya kupaka, lakini wanahitaji sabuni za kufulia. Wengi wanatoka katika familia maskini, kwa hiyo wanapopata vifaa kama hivyo kwa kweli vinawasaidia katika wanafunzi wa Mbungani kuna wengine eh, unakuta kama mwalimu alivyosema unakuta wengine darasani, eh, awaoni eh, awaoni mbali, lakini tunasogeza madawati mbele. Kuna wengine una, unakuta kuandika kwao ni, ni vigumu sana. Wapo wengine walemavu wa mikono, walemavu wa viungo kuandika, eh, awa, awa awajiwezi, ila tunaombeni mtusaidie katika CCM. Kuna wanafunzi wasioona, maalbino na wasiosikia kwa pamoja kwa sababu tunasoma vizuri. Chakula ni shida kwetu. Kwa sababu chakula ni shida kwetu, tunatakiwa tubadilishiwe chakula kiwe chakula kizuri zaidi.